Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Rufani Jacobs Mwambegele, amesema mafungwa na mahabusu wameendelea kujiandikisha katika magereza mbalimbali ikiwa ni awamu ya pili katika mzunguko wa tatu. Amesema sheria inahitaji mfungwa ambaye kifungo chake hakizidi miezi sita pamoja na mahabusu kushiriki uchaguzi, hivyo tayari uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura linaendelea katika maeneo hayo. Jaji Mwambegele ameyasema hayo Julai mosi, 2025 baada ya kutembelea Gereza la Bunda, Gereza la Kilimo na Mifugo la Kyabakari, Gereza la Musoma na Gereza la Wilaya ya Tarime, yote ya Mkoa wa Mara. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na uboreshaji wa daftari la kudumu la piga kura kwa awamu uh, ya pili na huu ni mzunguko wa tatu ambao unahusisha magereza. Sheria kwa sasa inahitaji mfungwa ambaye kifungo chake hakizidi miezi sita na mahabusu anaruhusiwa kupiga kura, na vivyo hivyo kwa Tanzania Zanzibar. Aa, wale wako vyuo vya mafunzo ambao hawazidi miezi sita pamoja na mahabusu nao wanaruhusiwa kupiga kura. Mimi sasa jana na leo nimetembelea vituo vya mkoa wa Simiu, nimetembelea vituo vya mkoa wa Shinyanga pia na leo nimetembelea vituo vya mkoa Zuezi, vizuri, uh, wa Mara wa, zoezi linaendelea wa, vizuri, watu wenye sifa, wapiga kura wenye sifa wanajitokeza na kuandikisha kwa ajili ya kujiandaa na uchaguzi ambao utafanyika uh, mwezi Oktoba kwa tarehe ambayo itapangwa. Zoezi kwa ujumla liko vizuri sana kwa sababu hakuna changamoto yoyote ambayo imepatikana ambayo labda inaweza katia doa zoezi. Na watendaji wa uboreshaji huo kutoka gereza la Kyabakari, Emmanuel Ruhinda, na gereza la wilaya ya Tarime, Bugora Mfungo, wamesema mahabusu na wafungwa katika vituo walivyopo wamefurahia zoezi hilo, huku wengine wakiomba wigo wa sheria utanuliwe zaidi na uhusishe wa vifungo vya zaidi ya miezi sita. Naitwa Emanuel Rwachuma Ruhinda, ni bivia la opareta. Zoezi zima la uandikishaji kwa maana ya kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura linaendelea vizuri, hakuna tatizo kabisa. Wameitikia vizuri, wanashukuru, wako tayari kwa ajili ya zoezi la kupiga kura hiyo tarehe mwezi Oktoba. kwa Mbogora Buliro Mfungo, mwandishi msaidizi gereza wilaya Tarime. Tunaendelea vizuri na uboreshaji wa wapiga kura ndani ya gereza mahabusu na wafungwa. Mpaka sasa hatuna changamoto yoyote. Kwanza, ili zoezi wamelifurahia mno kwamba hata ambao hawakupata sifa ya kuweza kuandikisha kulingana na vigezo vilivyotolewa waweze kuongeza vigezo vingine ili na wengine wanufaike. Wametuma hilo ombi e, kwa sababu wamesema tutawasaidia mambo mengi kwa ajili ya zamana hata katika ununuzi wa maeneo watavitumia kwa mujibu wa ratiba. Zoezi hilo la uboreshaji wa daftari kwenye magereza na vyuo vya mafunzo litakamilika Julai 4, 2025. Zaituni Mkwama, Daily News Digital.